wote anasubiri Yanga afanye kosa, ya mwadhibu na makosa yametokea. Ndio maana Yanga kadhibiwa ile kona, ili bondi zilikuwa nyingi bali chini, yeyote ajeweza kuadhibiwa, taajekua Ahly ajekuwa Manchester. Goli alofungua Yanga klabu yoyote duniani inafunga. Kwa hiyo huwezi kumlaumu Yanga kusema amerusu goli basi, niawakutama wakati naondoka na alama moja, ekundi ana alama tano. Mimi nakupongeza kwa upande wako. na leo Ahari hajapata nafasi yoyote ya kuenda kutengeneza goli ile ile, kamkumbe kamkumbe ambata matokeo, ashukuru na ashangilie, ni bahati yake pia. Yaani Dube Max alipata fursa akapiga nje, unakuja kuona dukeabua pia akapiga nje, ni matukio mengi. Yanga bado anaendelea kujitafuta na anajipata kwa sababu kama kipindi kocha anaendelea kutengeneza timu na timu inaendelea kupata matokeo, anaweza akaibukiwa nusu fainali, timu ikawa imekubali. Yanga ya hapo fainali. Narudia tena leo eh? Yanga eh, na Ahali wamemalizana, wameachana hapa, watakutana fainali. Yanga na Ahali wameachana hapa leo, si ndio wanakutana fainali Tunga risiti, yaani katika klabu ambazo naona kwa nawezo, na uwezo wa kuvimbiana na Yanga na eh, tayari kashamalizana naye. Oh, ah, yanini nilikuwa naomba Mungu Yanga apate alama moja kwa hali haya na alama tano awa kamkumbe, kamkumbe ajeskabeli na auvaraba wakikutana na uo Yanga kazi mbona wanayo <laughs> <laughs> yaani uniamini tu niongee simbi, quality ya Esperance imeshuka, quality ya simba chama langu imeporomoka. Kwa hiyo okay, kesho naweza nikasema, tunarudi kwenye yale maandiko, kwa hakika, wacheni wafu wazikane, atakaye amka vizuri e, unanipendi, yaani unanipendi, mimi kitu nachowakishia quality ya, ya ile Esperance na, na, na simba vija tofautiana Inategemea ni nani atakayeamka vizuri yeah. Simba tukiamka vizuri yeah. Tuna uwezo wa kumwadhibu maana, lakini niwakumbushe tu wanangu wa Simba, Jacques Biala amekuja na upande anaocheza, Jacques Biala anacheza Shomari Kapombe. Ah, ah. Shomari Kapombe ili wasilisahau kesho, Shomari Kapombe anaanza na ule upande ule ule, Jacques Biala anakimbizwa, sio? Anaweza anakimbizwa. Kwa hiyo tujiandae kwa lolote linawezekana kutokea ah, yanga anatengeneza moment later lakini, Yanga anacheza nafasi na kama ataendelea hivi, i swear to God, anaenda kucheza fainali na ha kabisa kuitwa mamluki. Sio cha ajabu hata Yuda alimsaliti Yesu yatimize maandiko au eh, maandiko alisema Yesu atasalitiwa na miongoni mwa wanafunzi wake, wow. Mungu akamchagua Yuda msaliti Yesu eh, kwa kama mimi na msaliti nimeteuriwa na Mungu hey. <laughs> <laughs>